Bwana siwe sana, sema aleluya. Nawapa story kidogo ya kanisa hili, sababu mimi niko naye yes. Bwana siwe sana. Ika ikafika, nikasema, naweza kumbuka mzuri sana ha, watu wanaitwa jasho pezelem, wacha wa tuite, wacha wa tuite chenye yetu Jerusalem. Namuita kazama Jerusalem, sura ya bure tu, tu pana ya kasema sasa tutaita Jerusalem ni Kristo anja. Bwana siwe sana. Tukaishikana mikono tukaomba kwa hiyo neno. Bwana siwe sana. Amen. Tulipoomba kwa hiyo neno tena tukafika wakati tutaomba bila hiyo fomu na mna gani, sisi ni watu wa kanzo. Bwana siwe sana. Amen. Tukasema wale wa watu wa Pentecost wako na green. Sisi tutafanya white. Tukapika makoto tukafika kasi kaendelea, ni sio hii. Bwana asiwe sana. Hata kama mimi nakufa huko kutele, Bwana asiwe sana. Haleluya, Bwana asiwe sana. Uno kwa kheri ya kama mkalimani sana Nairobi, hiyo wani simama kwa fupi saka. Bwana asiwe sana, ikiwa mkaramani wake miaka mingi sana na alikuwa sikia sana nikisema neno kwa Kiluya huko Kibira, nasema kwa Kiswahili. Nikasema waje watu wa Kibira, pia wako wengine wakasoma, wale soma nikakinge kwa Kisungu yake sio kwa Kiswahili. Bwana tuwe sana, amen, asante sana. Kwa hivyo mimi si yeye si mgeni. Bwana tuwe sana. Kwa hivyo tuliendea, tunaendesha kanisa la Mungu, na hata Paulo anasema hata kama naweza kufa. Bwana tuwe sana, amen. Sasa hata nyinyi mko hata kama Mungu atakataa si kuvua watu sijinyi huko eh, bwana sio sawa, sababu hakuna kitu inaanza bila kuanzishwa kabisa. Semena leo, haleluya, bwana sio sawa. Kwa hiyo msimame imara, mpendane, kitoko dhambi tuende mbinguni vile, eh, askofu sasa anasema, bwana sio sawa tena. Mmetangaza neno mzuri ambao lilifanya nikafukuzwa kwa makanisa mengi sana hata kwa Shibia alikuwa ananichukia sana mm. Bwana sifa sana <laughs> yeah. Mukitaka hii kanisa ipasuke tu dakika hii ikwishe, iwe kama imetoka imekuwa kama yani imeyeyuka. Bwana sifa sana mm. kwa kama yi yani mpayo mm. <hola> Chakibu <laughs> wewe Chakibu leo. Bwana ziwe sawa. Kanisa hili litanguka yote siku moja kwa sababu hii ni sumu.